almazidu uh, athulathiyu ni kipi? Kitendo ambacho almazidu athulathiyu, kitendo ambacho almazidu athulathiyu ni kitendo ambacho kilichozidi zaidi herufi zake za asidi. Eh, katika hicho kitendo zaidi ya zile herufi zake za asili ndio tutaitwa kwamba alfiilu thulathiyul masidi, yani kitendo chenye herufi tatu kilichozidi ndani yake ima kimezidi herufi moja au herufi mbili au herufi tatu, kama ninavyotaka kueleza hapa. Anaelezea famazidu thulathiyu maana yake nini? Anasema huwa ma zada ala hurufihi alasliya, yani kitendo ambacho kimezidi juu ya herufi zake za asili. Wahidun imezidi ndani yake herufi moja au akthar au zaidi ya moja wa huwa yanqasim ala thalathati aqsam, nacho kinagawanyika katika vigawanyo vingapi? Vitatu. Maana kitendo thulathi, uh, kitendo almazidu thulathi, kitendo ambacho chenye herufi tatu kilichozidi ndani yake kinagawanyika katika vigawanyo vingapi? Vitatu. Eh, kuna mazidun biharfin wahid, kuna mazidi, yani kilichozidi kwa herufi moja ap, yani herufi zake za asili ni ngapi? Tatu, lakini ndani yake mzidi herufi moja Kigawanyo cha pili ni mazidu bi harfain, kilichozidi herufi ngapi? Mbili. Maana herufi zake za asili ni tatu, ndani yake zimezidi herufi ngapi? Mbili. Na kigawanyo cha tatu mazidu bi thalathati ahruf, kilichozidi ndani yake herufi ngapi? Tatu. Maana herufi asili ya kitendo herufi zake ni tatu, na zilizozidi ngapi? Tatu, maana jumla zinakuwa sita. Kwa ndo hivyo, ni vigawanyo vitatu vya kitendo ambacho almazidu athlathi inshallah <coughs> <coughs> Mazidu biharfin wahid kilichozidi kwa fa. Mazidu athulathi biharfin wahid kitendo e, ki, chenye herufi tatu kilichozidi kwa, kwa aina ngapi? Tatu. mazida awwaluhu. Kuna kuna ile ambayo imezidishwa mwanzoni mwake, imezidi yani, lakini ilezidishwa herufi ya mwanzo, sawa. Yani, herufi zile za asili ya kitendo zipo mbele, herufi iliyozidi ipo mwanzo. Umefahamu? madhuifa ainuhu, kuna ile ambayo imechanganywa aini yake, sio? Umefahamu ile ilochanganywa aini yake kivipi? Tuna wizani wa neno faala. Unafahamu shehe? Maana ukisema fa'ala na kama tunavyofahamu kanuni zinavyoeleza kwamba herufi ina shadda hapo kuna herufi ngapi ndani yake? Herufi mbili fa'ala maana qatala. Na kigawanyo cha tatu mazida baina al-fai wal-aini alifun, kuna kile ambacho kimezidishwa kati ya fee na aini imezidishwa alifu, wizani wetu fa'ala sawa, umefahamu? Fa'ala. Kwa hiyo tukisema imezidishwa kati ya fe na aini alif, bi maana mifano analeta hapo. Bi maana ukitoka fe, baada ya fe yani kabla ya kuja kwenye aini, hapa katikati kuna kuwa, kuna herufi nyingine. Yani mathalan, anasema fa ala, mbona fa, alafu inafuata nini? Alif ndo aini, sio? Umefahamu she eh? Lakini hapo ataleta mifano ndani, tutaona kwenye mifano inshallah. Anasema al-awwal, kigawanyo cha kwanza mazida awaluhu, e, hamza kuna ambayo imezidishwa mwanzoni mwake nini? Hamza mithlu mfano afala yufilu ifala sawa, afala maana amefanyisha sawa, afala yufilu ifala. Kwa tunaona kwamba e, asili ya faala nif ni faala hapo, imezidi nini? Imezidi mwanzoni mwake hiyo hamza. Mauzunuhu e, kipimwa chake sasa, kipimia chake ni akrama yukrimu ikraman, amekirimisha, anakirimisha, ukirimishaji, ukirimushuji. Kuna kule kukirimu bi ziyadati alhamzati fi awwalihi, kwa kuizidisha hamza mwanzoni mwake. Kwa hiyo kitendo kama hichi tunaita e, mazid athulathi bi harfin wahid, yani kitendo chenye herufi tatu kilichozidi ndani yake herufi hii moja herufu. So, mfahamu wa wabinauhu na jengo lake, litaadiyati ghaliban ni la kupindukia kuhitajia mtendewa mara nyingi. Fahamu wa kad yakunu laziman ala lqilla, na uenda ikawa ni lazim, yani ni lazim lakini kwa uchache. Lakini ghaliban inakuwa inahitajia, yani neno ambalo litakuja katika wizani wa neno akrama, sawa e, au kitendo ambacho kitakuja katika wizani wa neno afala sawa, katika wizani wa neno nini? Afala. Mara nyingi kitendo ambacho kitakuja katika mzani huu kinakuwa kinahitajia mtendewa sawa alitaadiati ghaliban lakini, huenda ikatokezea kikawa kitendo ni lazim sawa. Mithalu almutaaddi, mfano mutaaddi sawa. Mfano nini wa mutaaddi wa kitendo kupindukia kuhitaji mtendewa? Anasema akrama zaidu umaran. Umeona akrama zaidu sawa, amemkirimu zaidi. Tutakuuliza amemkirimu zaidi nani?

na adebara aliyu adebara aliyu adebara, maana amegeuka ali kwa mgongo kitu, adebara maana afaala. Umeona, kwa vimekuja baadhi ya vitendo, lakini lazim lakini ghaliban vitendo vyake vinakuwa ni nini litadia, sio mfahamu kabla sijaenda kipengele kingine, anasema walakin hadha an nauu, fi tadiati, lakini aina hi aina hii ya kitendo hiki ambacho kimezidi ndani yake elfu moja afala, walakin hadha an nauu, lakini aina hii, fi taadiati, katika kupindukia kuhitajia mtendewa, huwa al-aghlab wal-akthar, ndo mara nyingi, huwa al-aghlab wal-akthar, ndo mara nyingi sawa. Tukisema huwa al-aghlab wal-akthar, maana moja anasema bi maana, aliposema kwamba al-aghlab wal akthar maana inatokezea kwa uchache kuwa ni lazim, lakini ghaliban na akthar inakuwa ni mutaaddi. Neno au kitendo ambacho kitakuja katika wazana neno nini? Af'ala. Kwa inawezekana kukuta kimoja, kimoja, kimoja mutaaddi, lakini akthar e, utakuta utavikuta vingi ni mutaaddi, lakini unaweza kuvikuta kwa uchache lazim, kama alivyotoa hapo mfano. Anasema fa in kana al-fi'lu asluhu laziman ikiwa kitendo asili yake ni lazim, ss umefahamu. Yasiru mutaaddiyan, kinakuwa ni mutaaddi. Kwa nini? Bi sababi alhamzati, kwa sababu ya hamza. Kitendo inawezekana kikawa ni lazim akihitaji mafuulu bihi, lakini sasa hapa anakuelezea wakati gani kitendo utakitoa katika hali ya lazim kukipeleka katika mutaaddi, kwa sababu ya hamza ambayo utakayokuwa umeizidisha pale. mfano mfano neno jalasa jalasa, maana yake nini jalasa? Lass jalasa Muhammad, wewe Muhamad, umenielewa je? Nielewa maana uuliza, utauliza bana maana utakoshaelewa. Kitendo hicho tunakiita nini? Lazim akihitaji nani? Maf'ulun bihi. Sasa mata yakunu hadha mutaaddiyan, mithla hadha, mithlu hadha alfi'l, wakati gani kinakuwa mutaaddi? Mfano kitendo hichi, anasema fa huwa lazim kitendo hichi ni lazim sawa. Anasema fa idha udkhila alhamza, pindi takapoingizwa hamza fi awwalihi, mwanzoni mwake, yasiru mutaaddiyan, kinakuwa cha kitendo ni nini? Mutaaddi mithlu, mfano ajlasa, amekalisha utasema tu, mathalan ajlasa Zaidu, amekalisha Zaidi, tutakuuliza nani? Lakini ukisema jalasa Zaidi, umeelewa jeleo Tumereba, hapana, ni sarfa, ni sarfa yo, yeye ni sarf ku ajlasa, ku tumekitoa kitendo katika hali ya mutaadi, a, tumekitoa kitendo katika hali ya lazim, tumekiweka katika hali ya nini? Ya mutaadi. Tuseme ajlasa Zaidu Amran. Amemkalisha Zaidi nani? Amri. Lakini tukiondosha hiyo hamza, kitendo kinakuwa ni mutaadi, kinakuwa ni lazim. Uh -uh. Tumalizie kipengele hichi hapa kwa sababu kipengele kinachofuata athani. Tuje kuanzia hapo athani. Kwa tumalizie hapo, wa inkana asluhu mutaaddiyan. Anasema, Wa inkana asluhu mutaadia, na ikiwa asli yake kitendo kuhitajia mtendewa, yasiru mutaaddiyan, kinakuwa ni mu, mutaaddi ila ithnaini, kwa watendewa wawili. Sio, umefahamu? Kitendo, yaani kitendo kama kitendo asili yake kilivyo ni mutaaddi mutaaddi, sume fahamu? Eh, sasa, kitendo kama kitendo asili yake ni mutaaddi lakini, wakati gani kitapindukia kuhitajia watendewa wawili? Ndo anasema hapo, yasiru mutaaddiyan ila thnaini, kinakuwa kinapindukia sasa kuhitajia watendewa wawili. Mithlu mfano qaraa, neno qaraa, neno qaraa, neno qaraa, maana yake nini? Amesoma. Asluhu mutaaddi asili yake ni soma. Qara sa'id, qara Muhammad, tukuliza, amesoma nini? Vinavyosoma ni vingi, sio? Umefahamu asili ya kitendo hiki ni nini? Mutaaddi fa idha udkhilatil hamza, pindi takapoingizwa hamza hapo fi awwalihi, mwanzoni mwake, yakunu mutaaddiyan ila thnain, inakuwa ni yenye kuhitajia watendewa wangapi? Wawili. Na hapo mfano aqratuhul qurana, ukisema aqra, amesomesha

ndio mtendewa wa kwanza, Alqurana ndio mtendewa wa pili. Yani aqaratuhu, nimemsomesha yeye. Huyo yeye ndo nani? Mtendewa. umemsomesha nini? ndio umemtendea, lakini tutajua ulichomtendea Alqurana. Umefahamu? Anasema wa in kana mutaaddiyan ila thnaini, na ikiwa ni mutaaddi kwa watendwao wawili Yani, kitendo kama kitendo chenye kidicho kina mutaadi, yani kina taadi katika watendea wangapi? Wawili. yasiru mutaadian ila thalathati mafail, kinakuwa kinapindukia hadi watendea watatu. Kitendo kimoja lakini kinahitajia watendea wangapi? Watatu. Kwa tumeona kwamba hichi kitendo cha juu kwamba ee, kina nani kinahitajia wafaulu wangapi? Wawili, lakini kipengele tunafuata mafaulu wake yanakuwa wangapi watatu, mithlu mfano, alima. Alima amejua, alima Muhammad amejua, maza amejua? nini nahau, mfano. Sasa ikiingizwa hamza, yale maelezo yanaelezwa kwamba akusudia ukizidisha hamza ukaileta katika wizani neno af'ala, kwa kunasema alamtu sawa zaidan nimemfundisha zaidi nini? ilma elimu. Elimu gani? kuna elimu ya uchawi, elimu. Elimu gani? Nafian, elimu yenye manufaa, elimu ya dini, elimu ya kidunia, elimu ya siasa. Kwa hiyo mfano wake kama hivyo. Kwa hiyo inshallah, darasa ijayo, Allah akiwafikisha tutakuja kuanzia athani ma dhuifa ainuhu.